Bwana umeinuliwa katika kiti chako cha enzi. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Kwa majina ninaitwa Masi PK. Nampenda Kristo kwa sababu ya umbali amenitoa, na kwa ajili ya wema wake, ndio maana ninalishukuru jina lake. Jioni ya leo, niko na fursa hii ya kuweza kunena neno la Bwana kupitia maandiko ya Bwana matakatifu. Neno hili ndilo uzima, neno hili ndilo taa na ndilo linaweza kutuwezesha kupata jawabu ya maisha tunayoishi. Praise the name of the living God. Siku ya leo msikilizaji, ningependa tukaweze kuzungumza kuhusu mambo ambayo yanaweza kutukia katika maisha tunayoishi na jinsi Mungu anaweza kumtuma mtu aliye wa utofauti ili akaja nakawa msaada kwetu. Bwana wetu apewe mm, apewe sifa. Siku ya leo, ninaamini ya kwamba katika maisha unayoishi kuna mtu fulani ama jambo fulani ambalo limekuwa likitendeka katika maisha yako, na unaweza kusema ya kwamba ili halili Mungu ameweza kupitia mahala pale, haungeweza kufaulu. Bwana wetu apewe sifa. Lakini siku ya leo ningependa kukuuliza, Umetambua Mungu anatuma malaika kwa njia gani? Bwana wetu apewe sifa. Ni malaika wa gani ambao Mungu anatuma kwa ajili ya fursa yako wewe kukuinua katika kiwango kingine, ama kukutoa katika, haji, katika shida una, ulizo nazo, ama kuku, kuku, kukuondoa katika jambo ambalo limeweza kukupata kwa ghafla. Bwana wetu apewe sifa. Maandiko matakatifu yataweza kutudhibitishia wazi kwa sababu tunajua ya kwamba mara nyingine tunaweza kupata hatuna lishe katika nyumba zetu, na tunashindwa ya kwamba ni jambo gani ambalo tutaweza kulifanya ili tukaweze kuwapa watoto wetu lishe, na lakini unapata ya kwamba umefika mwisho. Bwana wetu apewe sifa. Ghafla unaweza kuona Mungu ameweza kutuma mwanadamu akaweza kuja kwa mfano wa malaika ili akaweza kuja na suruhisho ya maisha yako. Bwana wetu apewe sifa. Lakini jambo ambalo tunaweza kwenda kuzungumza siku ya leo ni mambo ya maajabu ambayo Mungu amekuwa akitenda katika maisha yetu. Tumesoma katika maandiko matakatifu jinsi ambavyo Mungu aliweza kuendanisha pamoja na Elia Bwana wetu apewe sifa. Ninajua ya kwamba ni wengi ambao wanaweza kuelewa hii hii historia katika maandiko, lakini maandiko matakatifu ya Bwana yanaweza kuzungumza na kusema ya kwamba kuna mahala ambapo Elia alikuwa jangwani na alikuwa ananos, anasononeka ndani yake, lakini ukuu na kile ambacho kiliweza kumpa nguvu nikana, ni kuwa ya kwamba alikuwa anamtumainia Bwana naye Mungu hakuweza kumfanya akaweza kuishia jangwani, kwa sababu maandiko matakatifu yanasema ya kwamba Mungu aliweza kumtumia kunguru ili akaweza kumletea nyama. Ninaamini ya kwamba unaweza kuelewa mnyama yule jinsi anavyoipenda nyama, lakini Mungu aliweza kutumia ndege wa angani akaweza kumletea chakula. Bwana wetu apewe sifa. Maandiko matakatifu yanasema hivi, ningependa kukusomea katika maandiko ya Wafalme wa Kwanza sura ya kumi na saba mstari wa tano na kuendelea, tusikie jinsi ambavyo yanasema. Yanasema hivi hivyo, akam... <coughs> akafanya kile alichoambiwa na Bwana. Bwana wetu apewe sifa. Akaendele, akaenda katika kijito cha Kerithi mashariki wa Jordani na akakaa huko. Kunguru akamletea mkate na nyama asubuhi na mkate na nyama jioni. Naye akanywa maji kutoka kile kijito. Bwana wetu apewe sifa. Maandiko matakatifu yanasema ya kwamba Bwana alipomtokea Elia aliweza kumwambia ya kwamba akaweza kuenda katika kijito kilichokuwa karibu ambacho kilikuwa kinaitwa Kerithi, na maandiko matakatifu yanasema ya kwamba mashariki ya Yordani akaweza kukaa mahala pale, na maandiko yanaweza kudhibitisha yakasema ya kwamba pale ndipo kungulu aliweza kuja na akaweza, wakati alipokuwa katika usingizi uliokuwa mzito hapo ndipo Bwana aliweza kumletea chakula ambacho kilikuwa nyama kupitia kunguru. Bwana wetu apewe sifa. Ndiyo, maandiko yanasema ya kwamba aliweza kum, kunguru yule aliweza kumletea chakula mchana na jioni. Bwana wetu apewe sifa. Wacha tukaendelea tukasikia maandiko jinsi ambavyo yanasema, katika mstari wa saba inasema hivi baada ya muda kile kijito kikakauka kwa sababu mvua haikuwa inanyesha katika, in, katika nchi. Kisha neno la Bwana likamjia. Bwana wetu akapewe sifa. Neno la Bwana lilikuwa linaendanisha na mtumishi wa Bwana. Sijui mala ya leo ama siku ya leo. Ni jinsi gani wewe unaweza kusemezana na Bwana wakati unapokuwa shida, katika shida ni maneno magani ambayo yanaweza, unaweza kusemezana na Bwana naye Bwana akaweza kupelekana nawe hadi hatua kwa hatua hadi mahala ambapo Bwana anataka kukubarikia. Wacha tukasikia maandiko jinsi yanavyosema. Inasema, kisha neno la Bwana likamjia akisema, Ondoka uende sa, salepsta na Sidoni, na ukae huko Nimemwagiza mjane katika sehemu ile akupatie chakula. oh, bwana wetu apewe sifa. Maandiko matakatifu yanasema licha ya huyu Eliya alipokuwa jangwani, Mungu alipotumia kunguru akamweza kumletea chakula, yeye hakuweza kumtumia watu ambao wana, wana manen, watu ambao wana sifa ama ambao wameinuka katika, ma, katika maisha yao. Aliweza kumwambia Elia ya kwamba mahali ambapo ninataka kukutuma utaweza kumpata mwanamke aliye mjane. Bwana wetu apewe sifa. Na wakati alipomtuma katika ule kwa yule mwanamke hakuwa anamtuma kwa sababu alikuwa na lishe la kuweza kumpa yule Elia. Bwana wetu apewe sifa. Ningetaka ukaona imani ya watu wa Bwana. Sijui kana kwamba wewe unaona watu ambao wana, wana, wana sifa ama wana vieo katika maisha. Mungu anaweza kutumia maraika ambaye sura yake imechakaa, nguo zake zimeraruka, hana manufaa katika maisha yako. Na unapomwangalia katika sura ya ubinadamu ama umbo la, la ubinadamu, ukaona kana kwamba hafai. Kukusaidia nawe, hujui Mungu ameweza kumtumia yule mtu kama malaika ili akaweza kukutoa katika kiwango ulicho na kukupeleka katika kiwango kingine. Mara nyingi tunapata watu ambao wako na sifa, hao ndio tunataka kukimbilia, lakini maandiko matakatifu yanataka kutuonyesha ya kwamba, ili hali mtumishi wa Bwana alikuwa na shida, ili hali mtumishi wa Bwana alikuwa katika jangwani, ili hali Mungu aliweza kumtuma yule kunguru akaweza kumletea akaweza kumletea lishe. Aliweza kumtuma kwa mwanamke aliyekuwa mjane, mama aliyekuwa amefika mwisho, mama ambaye hakuwa na tumaini, mama ambaye Maandiko matakatifu yanasema ya kwamba unga ulikuwa umebaki tu wa siku moja, mafuta katika chupa yake ilikuwa imebaki tone ndogo tu ya kupika, ya kupika siku hiyo, na yeye na mwanaye wakaweza kuangamia kwa njia ya kifo. Bwana wetu apewe sifa. Lakini Mungu aliweza kusemezana na mtumishi wake, akaweza kumwambia, na akaweza kuenda katika nyumba ya yule mwanamke, na akaweza kupata rishama hala pale na pa, maandiko yanasema ya kwamba yule mwanamke aliweza kumwambia ya kwamba nina chakula kidogo tu kidogo tu, ambacho tungekula na tufe. Lakini mtumishi wa Bwana aliweza kumwambia mimi, kwanza unikaweze kunitengenezea kile chakula nile, nayo chupa ya mafuta ama gudari gudarini gudari mwako, ambapo ulikuwa unaweka unga kila kikapu hakitaisha unga tena. Ningetaka ukaweza kuwaza katika mawazo yako, ukaone ni imani ambayo gani hiyo ambayo mwanamke alikuwa nayo ya kuweza kum ya kuweza kumfanya ati kile ambacho huyu mtumishi wa Bwana ameweza kunena katika kinywa chake kingeweza kusimama imara, na hilo chupo, hilo chupo halingeisha mafuta hilo gunduani pia halingeweza kuisha unga. Ni jambo gani hilo liweza kumfanya yule mama akaweza kutoa ule unga mdogo aliyekuwa nao? Bwana wetu apewe sifa. Maandiko yanasema hivi tukiendelea, inasema, inasema hivi: alipofika kwenye lango la mji, mjane alikuwa huko akiokota kuni Akamuita na kumwambia naomba uniletee maji kidogo kwenye gundulia, ili ni, ni, niweze kunywa. Alipokuwa akienda kumletea, akamu, akamuita tena, tafadhali niletee pia kipande cha mkate. Mstari wa kumi na mbili, sikiza, inasema hivi, akamjibu Hakika kama Bwana Mungu wako aishivyo, sina mkate wowote isipokuwa kozi ya unga wenye gundulia na mafuta kidogo kwenye chupa. Ninayakusanya kuni chache nipate nipeleke nyumbani na, nipip, na nikapike chakula kwa ajili yangu na mwanangu, ili kwamba tule kisha tufe. Bwana wetu apewe sifa. Maandiko yanasema ya kwamba yule mwanamke alikuwa tu ale kile chakula cha mwisho, naye akaweza kufa, kukata pumzi. Maandiko yanathibitisha, na anazidi kusema, Eliya akamwambia, usiogope, enda nyumbani ukafanye kama nilivyosema, lakini kwanza unitengenezee mimi mkate mdogo kutoka kutoka vile ulivyo navyo, kisha uniletee na ndipo uyatayarishe chochote kwa ajili yako na mwanao. Bwana wetu apewe sifa. Elia aliweza kumwambia atayarishe rishe lake kwanza, na baada ya Elisha kushiba akaweza kutengeneza chakula chake na mwanaye. Maandiko yanasema hivi yanasema hivi: kwa kuwa hivyo ndivyo asemavyo Bwana Mungu wa Israeli, lile gundulia la unga halitakwisha wala lile chupa ya mafuta haitakauka hadi siku ile Bwana atakapoleta atakapo mvua juu ya nchi. Bwana wetu apewe sifa. Ningetaka ukaone imani ya mwanamke yule. Mtu ameweza kumtokezea, na ni mtu ambaye hakuwa anamjua, lakini ameamua kwa ajili ya wema wa Bwana na kwa ajili, Mungu ameweza kumtumia malaika kwa ajili ya Elia. Kile ambacho alikuwa nacho cha mwisho, hicho ndicho aliweza kumtolea yule ndugu. Bwana wetu apewe sifa na maandiko matakatifu yanasema ya, ya, ya, ya, ya kwamba jinsi alivyompa, wakati aliweza kumpa yule mtumishi wa Bwana risha ya mkate, maandiko yanasema ya kwamba guduliani mwake palijaa unga na pia chupa ya mafuta ikaweza kujaa mafuta hadi wakati mvua ingeweza kunyesha katika nchi ile. Kwa hivyo siku nyingi, ningependa kukuambia mpendo wa msikilizaji, umekuwa ukifukuza watu ambao wameweza kutumwa na Bwana katika maisha yako. Umekuwa ukiangalia watu ambao wamevaa vyema watu ambao wana majina makubwa, watu ambao wameweza kunyooka ngozi yao, na ukaonekana kwamba hao ndio wanaweza kuwa na msaada mkubwa katika maisha yako, ukasahau ya kwamba Elia alikuwa katika jangwa, ilihali ni Mungu alikuwa anamtegemeza kwa kumpa chakula. Na ninaamini ya kwamba alipotokezea yule mwanamke, sura yake haikupendeza, hata mavazi aliyokuwa amevaa hayakuwa yanapendeza. Lakini msaada wake uliweza kutoka kwa mwanamke aliyekuwa mjane, naye mwanamke aliyekuwa mjane alikuwa katika hali duni sana, kwa sababu maandiko yanasema ya kwamba alikuwa na chakula cha mwisho ili ale na mwanaye aweze kufa. Kwa hivyo na, ningetaka kukuhimiza siku ya leo nikuambie, wale ambao unaweza kuona kana kwamba hawajabeba baraka zako hao ndio Mungu anaweza kutumia kama malaika katika maisha yako. Wale ambao unaona kana kwamba wamedhoofika wame kimwili, wamevaa matambara, so wao umeweza kukunjana, hao ndio viumbe ambavyo Mungu anaweza kutumia kwa sababu mioyo yao haikai kana, haikai kama jinsi sura yao ilivyo. Bwana wetu apewe sifa. Wacha tukuwa na utambuzi wa kujua roho wa Bwana, wacha tukawa tukajua utambuzi, Mungu anatuma malaika kwa njia gani? Kwa sababu tumeona jinsi ambavyo Mungu aliweza kumleta mtumishi wake katika jangwani, naye aliweza kumleta kwa mama aliyekuwa hana suluhisho ya maisha lakini Bwana Mungu aliweza kupitia njia hile, ili akaweza kumbariki yule mwanamke. Bwana Mungu awabariki unapotambua jinsi ambavyo Mungu anatuma malaika wako katika maisha unayoishi, unayoishi siku ya leo. Bwana awabariki na watendee mema kwa jinsi ambavyo mumeweza kusikiza habari ya Bwana. Mungu awabariki na neno lake lizidi kuzidi.